Siku maalumu ya kurejesha wanafunzi na wafanyakazi waliowahi kusoma ama kufanya kazi katika Shule ya Sekondari Ikizu ikienda sambamba na mahafali ya ishirini na sita kidato cha sita katika shule hii iliyopo wilaya Bunda bunda mkoani Mara. Akihutubia jamii ya wanafunzi wanaomaliza na wale waliowahi kusoma ama kufanya kazi Askofu wa Kanisa la Wasabato Jimbo la Ukanda wa Dhahabu, Mchungaji Enok Sando anawaasa wahitimu hawa kutambua thamani yao kwa jamii na taifa. Wanahitajika vijana wa kiume na wa kike. Baada ya kutoka kwenye shule hii ya Ikizu, mwende muwe na fikra za kujitegemea, fikra zitakazoleta maendeleo, fikra zitakazoleta mabadiliko, fikra, fikra halisi. Aidha, anaeleza uadilifu wao bado ni chachu katika dunia kutokana na kuwepo kwa changamoto za kimaadili, huku mkuu wa shule ya sekondari ya Ikizu Petro Borega akijivunia ubora wa wahitimu hawa kwa kile walichofundishwa. Ulimwengu una wahitaji wa aminifu. Ulimwengu una wahitaji wa wajibikaji. Hao watapunguza ufisadi na udanganyifu katika jamii. Hao watatengenezwa kuwa aina ya viongozi na raia wanaoaminika. Hao watahimiza haki na usawa katika jamii. Kwa hivyo elimu ya kweli itamfanya mwanadamu awe imara, tabia yake ijenge kuwa imara kimaadili. Tunakiri ya kuwa wanafunzi hao wanaohitimu leo wamefundishwa na kuelimishwa vya kutosha kuhusu, kuhusu maisha ya uadilifu na uwajibikaji na hivyo wako tayari kuungana na juhudi za serikali yetu ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania inaongozwa na Mheshimiwa Daktari Samia Suluhu Hassan katika kupambana na swala la mmonyoko wa maadili katika taifa letu unaotokana na utandawazi duniani. Ndugu mgeni rasmi, tangu shule hii ilipoanza, takriban zaidi ya wanafunzi elfu tisa wamehitimu kidato cha nne na cha sita. Hivyo shule hii imekuwa na mchango mkubwa katika kutoa wataalamu wa kada mbalimbali ndani na nje ya nchi. Miaka zaidi ya arobaini na nane mzee Lazaro Magira alifika akiwa kijana maji ya moto hapa kupata elimu. Hakika kumbukumbu inarejesha matarajio ya vijana wengi walipita katika shule hii kongwe. Nilipokuwa naingia hata pale getini nikasema ai, sasa kumbe milango ile ya kujongoa imeshazibwa. Maana ilikuwa wakati ule kuchepoka kunywa chai pale yakukama ilikuwa ni rahisi, lakini sasa ikiwa lango limekuwa moja, nasema basi, kweli mazuri yanaendelea kuwepo. Yule mama amezungumza, nadhani mpaka nitakapo mkaribia vizuri, tuzungumze nijue ni nani, maana kwa sababu ya umba ni Werungu. Nimeipata moja leo hapa kwamba kuzeeka ni wajibu, ila kuchakaa sijui. Yule aliyesema jambo lile alikuwa na maisha ni, lakini kumbe kweli kuchakaa ni uzembe. Sikutegemea kumwona Werungu akiwa bado katika hali hiyo. Hebu fikiria toka mwaka sabini na saba mimi nimemaliza, lakini najua waliomaliza miaka sitini sitini na ngapi, na wengine wengi bado wako hai, wana nafasi zao na wana, wana, nani wana influence katika taifa hili, influence mbalimbali, wanaweza kutumia nafasi zao ku mobilize funds na zikafika hapa. Tumefurahi kuona alumni wanakuja na kukumbuka wapi walitoka na mpaka sasa wako wapi wamepita kuangalia walipolala, kuangalia mabweni ma, waliokuwa wakiishi, lakini kuangalia madarasa ambayo walikuwa wakiyatumia, na kuangalia hata nyumba ambazo walimu wao walikuwa wakiishi, na kuangalia mazingira, kulinganisha wakati walipokuwapo na sasa. Ukweli ni kwamba kwa sababu shule ni ya muda mrefu, vitu vingi vimekuwa vime na uchakavu.